D kta, Bashiru, kata hii nimesimama, changamoto kubwa na malalamiko yao, wanalalamika hawana shule ya sekondari. Niseme nisiseme, katika ilani yetu hii hii kuna ujenzi wa shule nne za sekondari katika jimbo la Tabora mjini. Kwa nini Kanyenye isiwe mojawapo? shule tano za msingi, lakini shule ya sekondari iko umbali mrefu kutoka hapa mpaka kata nyingine. Tulisema na tunarudia, na leo nawaambia, nikiwa mbunge, nikiwa mjumbe wa kamati ya TAMISEMI, niliomba serikali kupitia wizara ya TAMISEMI maeneo ambayo hayana nafasi za ujenzi. Kama ilivyo kwenye miji mingine inayokuwa. Hatuwezi Dokta Bashiru kuwa na shule za msingi tano tukose shule ya sekondari eti hatuna eneo, wakati maeneo yapo kwenye shule za msingi, na inawezekana kujenga shule ya sekondari kwenye shule ya msingi. Inawezekana kwa sababu tumeona kwenye maeneo mengine kwenye wezekana na Tabora itawezekana. Wanakanyenye, msihofu, msiwe na wasiwasi, shule ya sekondari itakuja kwenye kata yenu CCM si,